Ndugu zetu wa Tanzania kumewaka moto, tuna na mtandaoni uh, wabunge wenyu wakiendelea kushtumu wa Kenya, mnafikiria mnasema sisi ni tuko na tabia mbaya, hatuna nidhamu, sijui nini nini. Huenda ikawa labda hatuna nidhamu venye mna expect, lakini wacheni niwaambie kitu. Kama Wakenya tuko na weaknesses zetu bila shaka same way na nyinyi mko na weaknesses zenu, but do you know something? Mnajua Watanzania wangapi wametembelea Kenya? Msha kuja Kenya, ukiingia kwa boda ya Kenya uingie ndani, wananchi na serikali na institution zetu zote zina kutreat kama Mkenya sababu ya pasipoti yako ya East Africa. Hakuna Mkenya atakuuliza kitu, hakuna Mkenya atafikiria wewe ni mbaya, hakuna Mkenya atakuangalia ukiingilia katika institution zetu uta, utahudumiwa kwa heshima utahudumiwa kama Mkenya mwenyewe. Hakutakuwa na tofauti kati yako na Mkenya wa kawaida, lakini hivyo sivyo kwenyu huko Tanzania. Miaka mingi iliyopita, nilikuwa Dar es Salaam <coughs> na hapo um, nikenda ntaj Zanzibar I was there for my honeymoon with my wife. Na ile treatment wa Tanzania walitupea siwezi kusahau. Kwanza kabisa, tukishuka kwa basi, kwa stage ya hizo mabasi, jamaa akajaribu kutukon tunaenda kwa hoteli ambayo iko karibu na bus station. Mwenye taksi anataka kutuzungusha na kutupeleka <laughs> nataka kutupeleka mbali na penye tulikuwa tunaenda ili atuchaji pesa nyingi zaidi. Alafu tukagundua ya kwamba ukiingia kwa feri, ukitoka Daru unaenda Zanzibar kwa feri kuna, kuna, there's an attempt to force you to pay in dollars, in in fact you pay in dollars hata waki, wakifanya inaitaje, um, when they exchange the money for you, when they they convert the amount to Tanzanian shillings, its basically the dollar the same amount as the dollar which is different from what a Tanzanian is pain, na hiyo inaonyesha kwamba nyinyi hamjaelewa the east african uh, community ni nini, amjaelewa what the east african uh, community rules zinasema, amjazi accept katika roho zenyu, sisi ni ma foreigners na hiyo I think inaonesha inaonesha kwamba mko na shida fulani, sababu hata tukiachana na stories za the east african community, wa waafrika wenyewe kila mwafrika ni mtu wa kukaribisha wageni na, na kuonesha tabia nzuri kwa wageni, na Wakenya hufanya hivyo, hata pamoja na hizo ma weaknesses zetu mingi bdo we treat visitors like real visitors, the way Africans always treat visitors. Lakini watanzania tukikuja, tunapata watanzania wenyewe wanatreat wa kenya ni kama sisi ni ma-aliens, na institution zenyu sheria ile imewekwa inaonyesha hamtudhamini, like you see as a, I don't know. So meufikiria hata kabla tuongee hiyo stori ya uh,

So, anzieni hapo. Jirekebisheni kabla mjaribu kuturekebisha sisi wenyewe. Sawa sawa. Asanteni.